Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi salallahu alaihi wasalama. E, ndugu watazamaji na wafuatiliaji wa TV e, Saimu gwao, hapa mnapotuona tuko airport ya Mwalimu Nyerere au Julius Mwalimu Nyerere kwa ajili ya kuwasindikiza, kwa ajili ya kuwasindikiza watu kuelekea ibada ya umra kwa maana hiyo, hapa mnavyoona, kuna maujaji wengi wanaoelekea huko na pia wapo maujaji wa iTravel takriban 17 ambao wanaelekea huko kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra. Kwa maana hiyo eh, kama mnavyoona hali halisi ilivyo, eh, maujaji hawa wa umra wamekusanyika hapa na tayari wanaingia ndani kwa ajili ya kutekeleza, ya kwenda kutekeleza ibada ya umra kwa hivyo E, na pia katika kundi hili e, tunaye mwanamama Husna Khalfani ambaye tulimdhamini katika mashindano ya Kishki. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina na uto Husna Khalfani, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii ya kusafiri kwenda Umra, na shukuru Al Hikma Foundation na mshukuru sheikh wangu Nordin Kishki pamoja na kaka yake kwa kuniwezesha katika ile mashindano siku ile kupata nafasi ya kwenda Umra. Nilishinda namba 19 ilitangazwa na Sheikh, na Sheikh Jafo Adhili Jafo. Namshukuru Allah sana, na naomba Mwenyezi Mungu aniwezeshe safari yangu kile ninachokusudia basi niende nikakitimize. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awasaidie e, kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya umra. Na pia mwana mama huyo tupo naye hapa, tunaenda naye alhamdulillahi, amefurahi sana kwa maana hiyo tunawaomba ndugu mnafuatia mnaofuatilia e, e, TV ya Saimu Gwao, tunawakuombeni inshaallah kuja kujumuika na sisi katika kutekeleza ibada ya umra huu mwezi wa kumi na moja tunapeleka watu kumi na saba na mwezi wa kumi na mbili insha allahu tutawasafirisha watu takriban 17 na kuendelea, vilevile vile katika tarehe 24 mwezi wa 12. Kwa hivyo tunakukaribisheni na tunakuombeni inshallah muje kujiandikisha kwa ajili ya ibada ya umra na gharama zake ni dola elfu moja na mia tano, na ukiwahi mapema maana yake gharama itakuwa hiyo hiyo, ila ukichelewa ukija dakika za mwisho, ukiwa peke yako itakuwa ni dola elfu moja na mia nane. Kwa hivyo yote anayetaka kwenda kutekeleza ibada ya umra na I Travel Hajj and Umra, basi tunamkaribisha katika kampuni yetu na taasisi yetu kwa namba za simu ambazo baadaye mtaelekezwa, lakini maeneo yetu ambao ofisi ipo ni mtaa wa Livingstone na Pemba, Dar es Salaam pale Kariakoo. Kwa hivyo karibuni sana, inshaallah tuwe pamoja katika hili ya kwenda kuitekeleza ibada ya umra kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. E, na hii ni mara yangu ya pili kwenda Maka na Madina. Mara ya kwanza nilikwenda mwaka jana, nilikwenda kwenye eh, ibada hija ibada. Kwenye ibada ya hija na sasa hivi nakwenda kwenye ibada ya umra, na inshaallah mwakani natiania kwenda ibada ya hija tena. Nashukuru kwamba nafatana na mke wangu mara zote zile. Kwa hiyo alhamdulillah, nashukuru alhamdulillahiskr rabbil alamin asamasulillah Muhammadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa majina naitwa Muhsin bin Suleiman bin Athman, niko hapa airport, naelekea kwenda kufanya umra na kampuni ya Haji Travel Haji Travel. Leo ni safari yangu ya kwanza, kwa hiyo biiznillah nawaalika na nyinyi, twendeni tukafanya ibada tunaitwa tukafanya ibada. Ibada hii huwa inamfanyia mtu awe na mafanikio katika dini yake na dunia yake, maisha yatakuwa mepesi. Kwa hiyo Allah, Allah, jitahidini, ulimwengu sio mahali pa kukaa, tuko safarini. Ukipata fursa itumie. Kwa haya machache, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi watazamaji, uh, jina langu mwalimu Takdir Omar e, kiongozi mwandamizi wa iTravel kwa upande wa Zanzibar, na leo tarehe kumi tuko hapa uwanja wa ndege wa Dar es Salaam kwa ajili ya kusafiri na maujaji wa umra kwa mwaka 2025 inshallah, tunatarajia kuitekeleza kwa umakini na tunamuomba Mwenyezi Mungu mwenyezimungu, inshallah tufanyiwe wepesi katika jambo hili. E, karibuni sana katika taasisi ya iTravel. E, tusafiri pamoja inshaallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. E, tupo hapa katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Dar es Salaam tunawasindikiza mahujaji wetu wa ibada ya umra ambao wa wako kama idadi ya kumi na sita mpaka kumi na saba wanakwenda Makka al Mukarram kwenda kutekeleza ibada ya umra kwa hiyo tupo hapa tunawasindikiza e, bali vile vile tutakuwa na kundi lingine mwezi wa kumi na mbili tutakuwa na makundi mawili mwanzo wa mwezi na mwisho wa mwezi na watu vile vile wameshaanza kujiandikisha. Kwa hiyo tunawaomba wale mahujaji ambao wanakusudia kwenda umra, basi wajitokeze mapema, wasafiri na I Travel Alhaji Walumra. Lakini vile vile maandalizi ya ibada ya haji yameanza, na vile vile tu mwaka huu tutakwenda na mahujaji mia moja, bali vile tumeshajiandikisha tayari baadhi yao. Kwa hiyo tunawaomba wale ambao wanakusudia kusafiri na taasisi yao hii penda pendo ya I Travel Alhaji Wal Umra wajitokeze mapema wajiandikishe na waweze kulipa ili waweze kupata huduma nzuri. Na katika msafara wa hija tutakuwa wote, Shekhe Bane, Shekhe Machirenga, Shekhe Kijepa na kijana wenu Saimu Gwao, mwanahabari mahiri kabisa. Kwa hiyo karibuni sana I Travel Alhaji Wal Umra. Namba yangu e, ya simu ni 78 4613791 yote. Ambaye anayetaka mawasiliano basi, anaweza kuwasiliana na mimi kwa kupitia namba hii kwa huduma za umra na haji kadhalika. Kwa jina anaitwa Alhadi Mansur Muhamedi Kayondo, naelekea kwenye ibada ya umra mimi na mke wangu. unatoka mkoa gani? Kagera Bukoba. Mimi majina, kwa majina naitwa Ashra Fayasi Katunzi, natoka Mtukula, naenda umra. Na watu wangapi? mara ya kwanza, bado najisikia vizuri Naenda na mme wangu Mansuri Muhamedi Kayondo, watu wa Mtukula. Nawaombea wa na, wa na, na wenyewe mwenyezi Mungu awajalie, wa awatilie wepesi waweze kuondoka kwenda umra bwapanye na hija <totodolaku> Alhamdulilahi rabbil alamin. As asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu Jamani, ndugu zangu, tunaomba dua zenu leo tarehe kumi, sisi mahujaji wa umra tunaenda Maka na Madina. Tunaomba mtuombee dua zenu, na sisi tutawaombea pia. Nilikuwa ninawaomba kila anayetaka kusafiri, naomba asafiri na I Travel, kampuni nzuri, ina huduma nzuri na za uhakika. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.